Halo, tumsifu Yesu Kristo. Naamini uko salama kwa neema ya Mungu. Ok, mwezi wa tano ni mwezi wenye upekee kwenye novena ya Mtakatifu Rita wa Kashia, kwa sababu kwa utaratibu ambao tumewekewa na wenzetu wa shirika la Mtakatifu Agustino, ambako Mtakatifu Rita wa Kashia amelitumikia, lakini pia ndio ambao wametuandalia utaratibu wa novena huwa tunaanza kila Jumatatu ya kwanza ya mwezi aidha wakati wowote kwa mahitaji maalum, lakini kwa mwezi wa tano kipekee huwa inakuwa ni tofauti. Mwezi wa tano tunaanza kusali uh, siku tisa nyuma ya tarehe ishirini na mbili mwezi wa tano, ili uh, ile siku ya tisa idondokee tarehe ishirini na mbili kwa sababu ndio siku ambayo alizaliwa Mtakatifu Kakashe, lakini pia ndio siku ambayo alifariki. Baadhi ya majimbo inafanyika hija kabisa, kipekee kwa jimbo la Mwanza ambako tuna ujenzi wa kituo kikubwa cha hija cha Marialita ambacho waumini wengi nadhani tunashiriki kwa namna mbalimbali, wanafanya misa pale, na baadhi ya maparokia mengine wanafanya misa ya kawaida uh, kwenye maparokia yao au majimbo yao, kwa sababu ya hiyo tarehe ishirini na mbili. Kwa hiyo unaamini, usije ukaanza Jumatatu ya kwanza ya mwezi, unasubiria mpaka tarehe kumi na nne ili uanza tarehe kumi na nne siku ya tisa idondokea tarehe ishirini na mbili alafu ishirini na tatu ishirini na nne na ishirini na tano inakuwa ni zile siku tatu za kushukuru. Lakini pia upekee wa mwaka amini, wa mwezi wa tano ni mwezi wa mama Bikira Maria kwa ajili ya rozari takatifu, kama ulivyo mwezi wa uh, kumi, ukikumbuka matukio ya Fatima, tunafahamu kwamba mwezi wa tano na mwezi wa kumi miaka ya nyuma yalitokea matukio ya Fatima. Kwa hiyo tuna mama kanisa ametuwekea hiyo miezi miwili kwa ajili ya upekee wa kusali lozali, lakini japo tunasali kila wakati tuna kumbushwa, lakini tunatumia hiyo miezi miwili kama sehemu ya, ya, ya awareness, lakini pia kusali rozali. Uh, kwa hiyo unaweza ukaanza tarehe moja ukasali lozali yako mpaka kufika tarehe kumi na nne ukaunganisha na Uh, novena basi mpaka mwezi ukaisha, kwa utaratibu wa kawaida ambao utakuwa umejiwekea. Uh, na kutakia maandalizi mema na kipekee, Mungu asikie kila mtu maombi yake kwa namna ya itakavyompendeza. Kumsifu Yesu Kristo na kila laheri.